lakini tumejiongeza zaidi katika vitambulisho ambavyo tutaboresha, tutaweka mpaka grupu ya damu, taarifa za grupu ya damu kwamba grupu yangu mimi Masanja ni A. Kwa hiyo naweza ukajikuta una matatizo, umepata shida, ajali au umezidiwa, watu wamekokota njiani, wanakupeleka hospitali, ili wasipate tabu ya kwanza kupima tena, wakichukua kadi na taarifa zako zote. Hata hivyo, pamoja na jitihada zote hizi ni dhahiri kabisa kwamba kasi ya kujitokeza kuchukua vitambulisho vyao bado sio ya kuridhisha. Na kama tulivyojua kusema huko nyuma, miongoni mwa sababu zilizochangia kusuasua vyao ni kuwa na matumizi yani, ya hizi hz yani, namba za NIDA, na kwa sababu hatukuchukua hatua. Kwa hiyo wananchi wengi wamejua kwamba hizi ni nguvu za soda, na bado tuna vitambulisho vingi, tuna vitambulisho vingi. Asilimia thelathini tu ambavyo vimechukuliwa.